Hebu niambie, una ndoto kubwa, lakini maisha yako bado hayasogei? Unajua kabisa unaweza kufanya zaidi, lakini kila mwaka unaishia kusema labda mwaka ujao. Unaona wengine wanafanikiwa, wana progress, na wewe bado upo pale pale. Leo nataka nikwambie kitu ambacho watu wengi hawapendi kusikia. Mara nyingi, sio kwamba huna uwezo, ni tabia zako ndizo zinakuzuia. Na katika video ya leo, nitakuonyesha tabia nne hatari sana ambazo ukiwa nazo mafanikio yatakuwa ndoto tu. Na cha kushangaza, watu wengi wanazo bila hata kujua. Hakikisha una subscribe ili usipitwe na madini kama haya kila siku. Tabia ya nne wengi wanakuwa nayo lakini wanahisi ni kawaida. Hakikisha huikosi. Tabia ya kwanza. Kuwa mtu wa visababishi kila wakati. Tabia ya kwanza inayoua mafanikio ni kuwa mtu wa visingizio kila siku. Mtu ana ndoto lakini anasema sina mtaji, sina muda, sina elimu, mazingira yangu ni magumu, ningeanza lakini... Lakini ngoja nikwambie ukweli, mazingira siyo kikwazo, mindset ndiyo kikwazo. Watu wanafanikiwa si kwa sababu maisha yao yalikuwa rahisi. Wanakuwa tofauti kwa sababu hawakukubali visingizio viwaongoze. Hebu fikiria. Kila unaposema siwezi, unakuwa umejifungia mwenyewe gerezani. Mtu anayefanikiwa hutafuta njia. Mtu anayeshindwa hutafuta sababu. Na ukweli ni kwamba hakuna mtu atakayekuja kukuokoa. Ni wewe tu unaweza kujitoa hapo. Kama kila siku una sababu mpya, usishangae kwa nini maisha yako hayana matokeo mapya. Tabia ya pili, kuahirisha mambo, procrastination. Tabia ya pili ni hatari zaidi, ni kuahirisha kila kitu. Unajua kabisa unatakiwa kuanza, lakini unasema kesho nitaanza Ngoja kwanza nipate pesa, ngoja kwanza nipate motivation, ngoja kwanza nimalize hiki. Lakini ukweli ni huu: kesho ya mtu wa kuahirisha haiji kamwe. Maisha hayangoji, muda unakwenda na kila siku unayosema baadaye, ndiyo siku unayozidi kuzeeka bila maendeleo. Hebu niulize, unadhani watu waliofanikiwa Walianza wakiwa tayari? Hapana. Walianza wakiwa na hofu na mashaka. Bila pesa ya kutosha, bila experience. Lakini walianza. Mafanikio hayaji kwa watu wanaojua tu. Yanakuja kwa watu wanaochukua hatua. Ukiendelea kusubiri muda sahihi, utakufa hujaanza. Tabia ya tatu. Kuishi maisha ya kupendeza watu. Sasa hii tabia, watu wengi wanaiona kama kawaida, lakini ni sumu. Unaacha kufanya kitu unachopenda kwa sababu watasema nini? Marafiki watanicheka? Familia haitanielewa? Jamii itanionaje? Lakini ngoja nikwambie kitu: watu hawataishi maisha yako. Watu hawatalipa bili zako watu hawatabeba maumivu yako, ni wewe. Kila mtu ana mawazo yake, lakini mawazo hayajengi future yako. Kama unaishi kutafuta approval, utapoteza maisha yako. Mafanikio yanahitaji ujasiri wa kuwa tofauti. Kumbuka, ukianza kuogopa watu utakuwa mtumwa wa maisha yako mwenyewe. Tabia ya nne ya siri Comfort zone. Watu wengi wanaweza kuacha tabia hizo tatu, lakini bado wakashindwa, kwa sababu ya tabia hii moja hatari sana. Tabia ya kukaa kwenye comfort zone. Comfort zone ni nini? Comfort zone ni pale unapopenda maisha ya kawaida. Maisha yasiyo na pressure. Unataka kila kitu kiwe rahisi. Unataka mafanikio, lakini hutaki kujisukuma, kujifunza vitu vipya, kukataliwa, kuonekana unaanza chini. Na hapo ndipo watu wengi wanapotea. Ukweli mchungu ni huu: hakuna mafanikio yanayokaa sehemu ya raha. Mafanikio yako upande wa pili wa hofu yako. Kila mtu anayefanikiwa aliwahi kupitia kipindi cha kuwa uncomfortable, kuwa na mashaka, kuanza bila uhakika lakini aliendelea. Unasema unataka maisha bora, lakini kila siku unaogopa kuanza biashara, unaogopa kuongea mbele ya watu, unaogopa kujifunza skill mpya, unaogopa kushindwa. Lakini rafiki yangu, kushindwa si mwisho, kutojaribu ndiyo mwisho. Ninakupa challenge ya siku saba. Kwa wiki moja Acha visingizio, anza kitu kidogo kila siku, usitafute approval ya watu. Halafu uone jinsi mindset yako itakavyobadilika. Mafanikio huanza na hatua ndogo ndogo, lazima ujifunze kitu kimoja. Jisukume hata kama unaogopa, anza hata kama hujajiamini, toka nje ya comfort zone. Kwa sababu hapo ndipo maisha yanabadilika. Kama video hii imekusaidia kwa namna fulani, hakikisha umesubscribe na kulike video hii. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.